Na mtazamaji, imekuwa zaidi ya mwaka mmoja tangu kutambuliwa kwa miili ya wanawake waliouawa kwa mtindo sawa katika timbo za Kware eneo la Pipeline mwaka jana, safari ya haki imekwama kwa jamaa za waathiriwa, na mshukiwa wa mauaji Collins, uh, Jumaisi akisalia kuripotiwa kutoweka seli tangu mwaka jana, maswali ya haki yameendelea kutoka kwa jamaa na hata wanaharakati. Mwanahabari wetu Franklin Wallah anaangazia tukio hilo zaidi ya mwaka baadaye, akiangazia jinsi familia zilivyowachwa solemba haki kwenye makala yetu maalum Kinamasi cha Kware. Usiku huwa mrefu na pindi tu kunapopambazuka katika kijiji cha Nyamoda huko Seme, kaunti ya Kisumu, familia ya Rosemary Achieng' Otieno huamka kwa taarifa za ndoto. Nimeona tu ndoto sometime nimelala kama nimeamuka nimeona tu mtoto wangu babake Rosemary anaonekana kukata tamaa akilitazama kaburi la mwanawe wa umri wa miaka ishirini na mmoja mtoto aliyemlea kwa hali na mali ila aliletewa maiti ya mwanawe ikiwa vipande hiyo maneno utafuta tu kama huko na pesa kuenda nairobi alafu narudi kama una pesa si unanyamaza tu sijui ya, yani kama kitu yangu unaweza badilika kwa hiyo potatisa mtoto wangu mkubwa anazungumzia kuhusu mauaji ya kikatili ya mwanawe Rosmeri. Mwili wake ulikuwa miongoni mwa maiti tano iliyoopolewa kutoka kinamasi cha Kware huko Pipeline, Nairobi. Sikari wafanya vile najua hiyo mambo yaisii, hata sahii nimesikia uchungu kwa mtoto wangu, na alikuwa mtoto wangu mkubwa. Katika kijiji cha Bushini huko Butere, kaunti ya Kakamega, tunakutana na familia ya Josephine Mulongo Owino. Familia hii imesalia kukumbatia picha ya binti yao, jambo ambayo nimisita mili sana mno kwa moyo wako, kwa sababu kupoteza mtoto kwa hali kama hiyo si jambo vizuri. Jukumu ya kulinda watoto ambayo aliwacha wawili, hapa ni ngumu. Familia ya msichana huyo wa miaka 27 ilizika sehemu ya nusu ya mwili wake. Josephine na Rosemary ni miongoni mwa wasichana watano waliouawa na mili yao kutupwa katika kinamasi cha Kware, Nairobi. Ilikuwa ni kutoka hapa mpaka na kichwa eh, sasa kutoka hapa kwenda chini ndio, ilikuwa kuna vile tulitoka hapo tukaenda tukazika eh, Hakuna ripoti yote nimeambia. Kando na mili hiyo tano, kulipatikana vipande kumi na saba vya mili ya binadamu ambavyo wenyewe hawakutambuliwa. Kwa bodis yenye tulitoa moja, ndio ilikuwa at least, unaweza unawezaona sura na ilikuwa ya ladies mwenye alikuwa na Colgate, lakini alikuwa amekatwa into pieces athiriwa zinataka kujua ni vipi wanawao waliuawa kikatili na miili yao kutupwa hapa, na ilikuwaje mshukiwa wa mauaji Collins Jumaisi alitoroka seli za polisi alikokuwa amefungwa kwa pingu. Nini ambayo ilitokea mpaka huyo mshukiwa akatoroshwa? na haki yangu sikupata. Uh, ninashangaa mtoto wangu hakuwa na maneno kama hiyo. Wachunguze waone kabisa kweli, alifanya ama hakufanya. Emmanuel Ogongo pia alimpoteza dadake katika mauaji hayo. Roslin Akoth Ogongo alitoweka lakini polisi walimpuuza Emmanuel alipopiga ripoti. Juhudi za kumtafuta ziliambulia patupu na hatimaye waliupata mwili wake katika hifadhi ya maiti ya City. Mwili ulikuwa umeletwa hapa kutoka Kware. walituletea watu wawili, mwili wawili, na zilikuwa zimekatwa nusu, pande ya juu peke yake ndio iko, pande ya chini hakuna, na tukimwangalia na vila na alikuwa nakaa na, na ile nguo alikuwa amevaa kitoka kwa nyumba ni ile ile tu tulimpata nayo katika eneo la tukio. Wananchi wenye hasira walizua rabsha wakati mili hiyo ilipopatikana, wakitaka kujua mhusika ni nani. Kwa bahati ya mtende, polisi walifanikiwa kumnasa Collins Jumaisi, walimtaja kuwa mshukiwa mkuu wa ukatili huo. Like uh, we had alluded to uh, yesterday. Baadhi ya familia zikathibitisha kuna vitu vya upendo wao vilikuwa miongoni mwa ushahidi katika kesi hiyo. Kuna kabag ile kapink alikuwa nayo, ilipatikana huko, tulisema ni yake, simu ni bag, na kuna kasocks moja ilikuwa ndani ya bag eh, kuna kasocks moja ilikuwa ndani ya bag na e, hiyo socks ilikuwa ni yake, na moja aliwacha kwa nyumba. Kwa hivyo tukiangalia evidence, polisi akisema ni yeye, hata sisi utajua tu ni yeye. Polisi wakamfikisha Jumaisi mahakamani, mshukiwa huyo akizuiliwa kwa kipindi cha mwezi mmoja katika kituo cha Gigiri, mojawapo ya vituo vya polisi vyenye ulinzi mkali hapa Nairobi. Katika kipindi hicho, msako nyumbani kwake ukaibuka na ushahidi zaidi. Gafla usiku wa kuamkia tarehe 20 Agosti mwaka 2024 Wakenya wakaamkia taarifa kwamba mshukiwa Collins Jumaisi katoroka kutoka seli za polisi. Preliminary investigation indicated that the escape was aided by insiders considering that officers were deployed accordingly to guard the station. Consequently, I have interdicted eight officers who were on duty last night and any person Wengi waliamini serikali ilikuwa na siri fiche. Huu jamaa hakuna vile angepotea kwa seli nini ya polisi, kwa njia gani? Mahali imeangaliwa imechungwa kiasi ile, vile tuliona ni kama kuna kitu wanajua. Polisi waliodaiwa kuhusika walisimamishwa kazi kwa muda na kushtakiwa. Hata hivyo, kesi dhidi ya polisi hao ilitupiliwa mbali kwa kukosa ushahidi wa kutosha. Jumaisi alitoweka hivyo. Wakenya walishindwa kuelewa hadithi ya polisi pia. Mimi sisi tuliona ni kama wamefanya hiyo brada, alafu wanataka kuwagushia goli huyo mjamaa, tukwa na rekodi yote ile. Amefanya crime hapa ama tufanye nini? Ama ameshikwa amepelekwa polisi ama kotini bado? And uh, Kenyans have not yet been told what truly transpired at the Kware dumpsite Kitengo cha DCI kililazimika kuchapisha picha ya mshukiwa na kuomba radhi huku kikitaka wananchi kuwasaidia polisi kumnasa. Hadi sasa Jumaisi hajapatikana. So Collins Jumaisi will remain innocent until, uh, proven guilty but he was was the the the most probable suspect. The, uh, DCI uh, very clearly came out and said that we have enough evidence to put him in the court of law. And the question was, why was he not guarded sufficiently well enough? Kwa familia za waathiriwa, kutoweka kwa Jumaisi kuna wakata ini. Tunauliza tu mambo mawili. Justice ipatikane na wale vile tulipata hiyo shida eh, compensation ifanye nini? Ipatikane. Serikali, um, nayo imekuwa ikijikanganya kuhusu kesi hii.

To get from that guy. Collins Jumaisi Halusha ni mwana wa marehemu Elijah Jumaisi na mama Margaret Rose. Alizaliwa kaunti ya Vihiga eneo bunga la Hamisi, kata ndogo ya Shaviringa wadi ya Shiru. Akiwa wa umri wa miaka miwili, pamoja na mama mzazi walihamia huko Sori, kaunti ya Migori. Kwa sasa mshukiwa huyo ametoweka what if he's not alive you know what is not in the country what if he's, you know there are many things that we can think about he cannot tell us who killed those women he cannot even come and tell us what happened to that guy who was arrested and disappeared from a certain police station in Nairobi he cannot even tell us what is it the government is doing so that we get to know who killed those women hata kama mtu alizika mtu wake eh huyo mtu anasikia ngaje wakati hata hiyo kesi ifuatiliwi. And we request that um, we support each other to uh, as Kenyans to provide information and I really hope that DCI will catch up with this, uh, with this person. Polisi wanamtafuta, familia za waliouawa zikiwa na imani kuwa siku moja atapatikana na ukweli kufichuka. Franklin Wallah, makala ya Kinamasi cha Kware.